Kwa hivyo yapo maeneo ambayo mamlaka ya mapato Tanzania kwa sasa inatoza kodi ya majengo. Na maeneo haya yameainishwa katika gazeti la serikali e, namba 276 e, ambalo lilitoka tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2016. Nitataja maeneo hayo yako 30 mpaka sasa. Kwanza kuna majiji e, katika jiji la Arusha Tanga, Mbeya na Mwanza. Lakini pia zipo manispaa Ilala, Kinondoni, Temeke, Dodoma, Kigoma Ujiji, Ilemela, Mtwara Mikindani, Morogoro, Tabora, Moshi, Shinyanga, Musoma, Singida, Sumbawanga, Iringa, Bukoba, Songea, Mpanda na Lindi lakini pia ipo miji ya Bariadi, Geita, Kibaha, Njombe, Korogwe, Kahama na Babati. Nitaeleza pia viwango e, vya kodi ya majengo kama ifuatavyo. Mamlaka ya Mapato Tanzania inakusanya kodi ya majengo kwa kutumia taarifa za walipa kodi ambazo zimekabidhiwa kwake e, kutoka katika mamlaka za serikali za mitaa na kama ambavyo inaendelea kuboreshwa kila siku. Kwa hivyo tunazo taarifa ambazo tulizipata kutoka serikali za mitaa, lakini pia kila siku e, sisi kama mamlaka tunaendelea kuboresha taarifa hizo. Lakini pia tozo za kodi ya majengo zinatofautiana kati ya eneo moja na jingine na kulingana na matumizi ya jengo husika. Kwa mujibu wa sheria ndogo ndogo ambazo zimetungwa na mamlaka hizo za serikali za mitaa. Tunapenda kusisitiza kwamba viwango hivi ni vidogo, vimewekwa kwa kuzingatia hali halisi ya kiuchumi katika baadhi ya maeneo, thamani ya jengo husika pia. Na kwa mfano nitasema e, katika manispaa ya Manyara e, kiwango kinachotozwa ni shilingi elfu tano kama jengo ni la biashara. Na ni shilingi elfu mbili kama jengo ni la makazi. Lakini Mbeya kiwango kinachotozwa ni shilingi elfu tano. Temeke ni shilingi elfu kumi na tano. Kinondoni ni shilingi elfu kumi na tano. Ilala pia ni shilingi elfu kumi na tano. Kibaha ni shilingi elfu kumi. Mpanda pia ni shilingi elfu kumi. E, kodi hii inalipwa mara moja tu kila mwaka, kwa hiyo utaona kwamba e, ni kiwango kidogo sana. Kisha lipa mtu hicho kiwango ambacho kimeainishwa, basi mwaka mzima anakuwa hadaiwi kiwango hicho. Lakini pia tutambue kwamba kutakuwa na tofauti. Hivi ni viwango vya zile nyumba za makazi, lakini ipo tofauti ya maeneo mbalimbali mbali, na matumizi mbalimbali mbali kama ambavyo nimesema awali. Na tunavyosema hivi, tunamaanisha kwamba kwa mfano jengo ambalo liko Masaki haliwezi kulipa sawa na jengo ambalo liko Tandale. Kwa hivyo upande huu kutakuwa na utaratibu wa tofauti, lakini hivi ni viwango vinavyomwezesha mwananchi wa kawaida kuweza kulipa na kuto, kwa, kuto kupata usumbufu na pia kupata huduma mbalimbali za kijamii. Tunawakaribisha wananchi wote hususan wamiliki wa majengo wenye malalamiko ya viwango vya kodi ya majengo ambavyo wametozwa katika hati za madai ambazo wamepewa, wafike kwenye ofisi zetu e, zilizopo karibu ili kuweza kufanyiwa marekebisho ya viwango hivyo e, na hapo baada ya kufanya uhakiki kwa hivyo viwango. Nitazungumzia pia usajili wa majengo na upatikanaji wa hati ya madai. Mtu anapataje hati ya madai, na mtu anawezaji kusajili hilo e, jengo lake. Wamiliki wote wa majengo yaani wananchi, makampuni na taasisi mbalimbali, wanatakiwa kufika katika ofisi ya TRA iliyo karibu kwa ajili ya kuchukua hati zao za madai, yani demand note. Pia utaratibu umewekwa kwa kushirikiana na TAMISEMI ili watendaji wa mitaa waweze kuwafikishia hati za madai ya kodi katika majengo yao, e, wale wamiliki pale majumbani. Hii ni kwa wale ambao kumbukumbu kumbu zao zipo kwenye mfumo wa kukusanyia kodi hii ambao tunautumia sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania. Na kwa wale ambao majina na majengo yao hayapo katika mfumo wetu, eh, sheria inawataka pia kufika katika ofisi ya TRA eh, ili ku eh, ilio karibu ili kujisajili na kuthamini jengo lake kwa kushirikiana na wataalamu wathamini ambao TRA inao na kwa hapa e, napenda nitoe shukrani za dhati kabisa e, kwa TAMISEMI ambao waliweza kutuwezesha e, kupata wathamini e, ambao sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania tunawatumia kuweza kupata thamani ya majengo mbalimbali mbali, na kukadiria viwango ambavyo, e, ni stahiki katika maeneo hayo kwa kutumia mfumo wa TEHAMA unaotumika na TRA katika kutunza kumbukumbu mbalimbali za majengo, thamani na wamiliki wake, hati za madai ya, ya, ya kodi ya majengo hutolewa na hivyo kumwezesha mteja kulipia katika benki yoyote ya biashara. Baada ya malipo kufanyika, taarifa zote za ulipaji huingia moja kwa moja kwenye mfumo wa TRA na kufuta deni eh, la mlipaji husika. Ndazungumzia pia msamaha ambao umetolewa na sheria E, e, kwa ulipaji wa kodi e, ya majengo. Na hii ni sheria ya, ya kodi e, ya mamlaka ya miji sura namba 289 katika kile kifungu cha saba kifungu kidogo cha kwanza kama kilivyorekebishwa na sheria ya fedha ya mwaka elfu mbili na kumi ambayo imetoa msamaha kwa makundi mbalimbali mbali kulipa kodi e, ya majengo e, na makundi haya nitayataja kwa ufupi. E, kama ifuatavyo e, kwa kwanza, nyumba ambayo inatumika kwa matumizi ya mheshimiwa Rais imesamehewa. Majengo yanayomilikiwa na kutumiwa na serikali kwa matumizi ya umma pia yamesamehewa. Majengo yanayotumika kwa ajili ya ibada ambayo hayatumiki kwa shughuli za biashara ama kujipatia kipato ama faida pia yamesamehewa. Maktaba za umma na majengo ya makumbusho pia yamesamehewa. Makaburi na nyumba za kuteketezea maiti pia yamesamehewa. Majengo ya kuongozea ndege ya umma na majeshi isipokuwa majengo mengine yenye shughuli tofauti na hizo e, pia yamesamehewa. Majengo yenye maeneo ya viwanja vya michezo vinavyotumika kwa matumizi ya taasisi za elimu pia yamesamehewa, e, majengo ya shughuli za reli pia yamesamehewa. Majengo yanayomilikiwa na asasi zisizo za serikali ya non profit organizations yasiyotumika kwa shughuli za biashara ama kujipatia faida ama kipato pia yamesamehewa. Majengo yanayomilikiwa na serikali, taasisi za serikali, taasisi nyingine za aina hiyo yasiyotumika eh, kwa shughuli za biashara ama kujipatia kipato ama faida lakini pia majengo yanayomilikiwa na serikali za mitaa na taasisi zake ambazo hazitumiki kwa shughuli za biashara au kujipatia faida pia amesamehewa. Na pia nyumba moja ambayo inatumika kwa makazi na mtu mwenye umri wa zaidi ya miaka sitini au nyumba anayoishi mlemavu ambaye hana kipato chochote. Nitarudia hapa, nyumba moja ambayo inatumika kwa makazi na mtu mwenye umri wa zaidi ya miaka 60 au nyumba anayoishi mlemavu ambaye hana kipato chochote. Na mwisho majengo yote ambayo waziri mwenye dhamana na hapa ni waziri wa fedha e, ataamua kuyatolea tangazo kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo haya ni majengo ambayo yamesamehewa kulipa kodi e, ya majengo na pia E, kama ambavyo imeelezwa, waziri anaweza kuamua wakati wowote kupitia gazeti la serikali akataja jengo ambalo linapaswa e, kusamehewa kulipa kodi hiyo. Mwisho, tunapenda kuwahimiza wananchi wote wa Tanzania kuitikia wito wa Mheshimiwa rais e, wetu mpendwa kwa kulipa kodi ili tuweze kupata maendeleo ya uhakika. Sisi tunasema kulipa kodi sio tu ni chanzo cha maendeleo, lakini ndio maendeleo yenyewe. Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza na karibuni sana. Nahimiza kwamba e, sisi sote tunajenga nchi moja na hatuwezi kukwepa e, swala la ulipaji wa kodi, lakini tuweze kushirikiana kama taasisi. Tunataka tushirikiane na walipa kodi ili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama nchi. Asanteni sana.